Bwana wetu nashukuru Mungu ambaye ametuwezesha kwa siku hii ya leo kufika ngaa, sisi tupate kuwa wazima. Kamaana katika maneno yangu nasema ni muujiza kufa kwa Musa nyuno wira wa Murungu wamanye yatulete muzi ini namselesiku lipwa yaani, ile kushira kile isikulikuwa lipwa maana siku zikujendera kwa kwakilongolea

kuweva vana vetu manye vana tw vowalinavyope ukuti tuziposhere zitwawe udiro nite na vana vetu eh. Mhaya, basi, napenda kutoa shukurani nyingi kwa idara ya eh, udiakonia na Mission 21 kwa ujumla wake ambao wamewezesha eh, kufadhili semina hii eh, ili ipate kutolewa kwa hawa ambayo ni wenyeji katika eneo letu la Ilindi wakiwa wafanyakazi wa hapa lakini pia ukiwa ni pamoja na watoto wetu pamoja na wazazi na walezi kwa ujumla wake. Asanteni sana kwa hilo, Mungu apate kututangulia. Sasa kama kawaida ni kwamba lazima tu, tutangulie na neno la Mungu litutangulie. murungu wezie ndimani upute utapute kila mutuam kutalipo murungu wapirile enzi vindu eevikurolekha nae vitakuroleka pamiso auukkaisa eh, tushite twiwe mazu gape kidogo sana ili hatimaye tupate kuendelea na semina kwa kusudi la idara ya udiakonia ndapo tuneno Leo ni tarehe ishirini na tano, siku ya Jumatano, ambayo kuna maneno mengi, lakini tutangulie tu na neno kutoka Zekaria sura ya sita mstari wa kumi na tano. Mungu anasema nao walio mbali watakuja na kujenga katika hekalu la Bwana, nao walio mbali watakuja na kujenga katika hekalu la Bwana. Payote tunayo tunayoyatenda haya ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana katika maisha yetu, sio kwa ajili ya mwanadamu. Yote yule hawaye ambaye tunamfurahisha? Hapana. Ndio maana huyo anakumbusha walio mbali, watoka mbali. Sisi wote tumetoka mbali hapa, kila mmoja, labda wenyeji wanaoka hapa, tumetoka Mbeya, tumetoka mbali, nimetoka nyumbani kwenu, nimetoka mbali. ndaga mwenye hapa mwa mafume mrukasa mumanyi eh pamu pamu sipongo ndaga manya mafume kisuto E, kurindi nakoshi tenttulingan. Haya tunayofanya ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana ambao ndio ndio mwenye kanisa ndio mwenye hekari pamoja na sisi, kwa atutangulie kama nivyosema pale mwanzo, katika muda huu ambao tumekusanyika hapo katika semina yetu hii ya leo, ambao tunakwenda kujifunza juu ya, ya ugonjwa

vilevile tukwenya, pia tumanye hii ni idara ya udiakonia kama tulizungumza, ambayo ni idara katika kanisa la Moravian ijapo idara ya udiakonia. Pate nafasi kueleza kujifunza kujua nini maana ya udiakonia kwetu tufahamu yudu maini. Mwenetu tumekuwa kwenye sehemu tu tunajua mambo ya ufundi ya tunajua umebishona tunajua mambo mengine ni pale, lakini pia tupate kujua hii idara

azikulema uomi zikupre vatusuta kwa hiyo murungatatukudera mskuti tuderatzaje. Kwa hiyo kwa upande kwa wa Mungu ni jambo la kimungu, ni jambo la utakatifu wazituwezesha kutupanga sisi sawasawa sawa, katika maisha yetu ukuwa hai hapa duniani na watoto wetu tulio karibu, kama mazungumza hapa awali, na familia na ndugu zetu ambao tuko pamoja nao kwa Bwana tujalie tujue kwamba ni sehemu ambayo tumefika nyumbani mwa bwana katika hili kanisa la Moravian ambalo linatoa huduma hii kwa hiyo bwana awe pamoja nasi naomba tusimame baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yatimizavyo huko mbinguni utupe leo riziki yetu utusamehe makosa yetu kama namatusa, usitie majaribuni nguvu. Basi hali tukuwa tumesimama, leo ni tarehe ishirini na tano ya mwezi wa sita katika mwaka huu wa ishirini ishirini na tano elfu mbili na ishirini na tano, asubuhi ya leo kwenye majira haya ambayo ni saa nne naomba kufungua semina hii kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Amen. Amen. Amen. Amen.